Ndugu Wanachadema na Watanzania wenzangu, uh, leo tarehe 24, e, kama unavyofahamu kesi ya e, mwenyekiti wetu wa chama ilikuwa imepangwa kusikilizwa katika mahakama ya Kisutu. E, kwa kweli kesi hii ina, in, ina interest kama unavyofahamu ina interest ya watanzania wote na wanachadema wote na tulikuwa tumejipanga kuhudhuria kesi hii, viongozi na wanachama. Lakini katika hali ambayo imetufedhehesha na kutusikitisha sana, asubuhi wakati viongozi wetu wanaelekea mahakamani, viongozi wetu wamekamatwa kwa kushushwa kwenye magari. mwenye, makamu mwenyekiti wetu wa chama ameshushwa kwenye, kwenye gari na, na yupo kwenye mikono ya polisi na hatujui yupo wapi. Katibu mkuu wa chama chetu Mheshimiwa John Mnyika ameshushwa kwenye, kwenye gari eneo la faya na yupo kwenye mikono ya polisi na hatujui yupo wapi. Lakini jambo ambalo limetufedhesha na kutusikitisha sana katika mazingira ambayo eh, polisi wameonekana kama wako vitani, wamewakamata viongozi wetu, makamu mwenyekiti Zanzibar, Mheshimiwa Saidi Mzee, naibu katibu mkuu Zanzibar, eh, wakili Ali Ibrahim Mkurugenzi wetu wa fedha chama makao makuu CPA Tito Kitalika wakiwa wanaelekea mahakamani walikamatwa na wamepelekwa na kutupwa wametupwa eh, porini pori la Mabwepande ununio, eh, eneo karibu tu na alipokuwa ametupwa marehemu Ali, Ali Kibao. Ni kwa msaada wa wasamaria wema, vijana waliwaokoa na wakawaleta na kuwafikisha hapa makao makuu ya chama. Kwa hivyo tunavyozungumza, viongozi wetu hawa wako katika hali mbaya sana, wamejeruhiwa. E, CPA Tito Kitalika, mkurugenzi wetu, ameumizwa na kuvunjwa mguu. Naibu Katibu Mkuu Zanzibar amevunjwa na kujeruhiwa mkono, wako katika hali mbaya sana, pamoja na waandishi wa habari, waandishi wa habari wawili, binti moja mwandishi wa habari na kijana mmoja hatujui wako wapi, lakini walikamatwa pamoja na wametupwa kwenye hilo pori la, la, la Ununio. Kwa hivyo hivi sasa tunavyozungumza, kuna vijana kwa kujitolea tu wanazunguka na kuwatafuta, na tunaambiwa wako kama wengine kumi na mbili hivi wameonekana maeneo hayo. Jambo hili limetufedhesha, limetusikitisha na na linatupunguzia na kutuondolea ustahimilivu kabisa. Kesi ya Lisu sio vita, haiwezi kuwa vita, na wananchi walikwenda kusikiliza kufuatilia mwenendo wa kesi hii katika hali ya utulivu na amani kabisa. Jambo hili nirudie tena, limetufedhesha. Nimeongea mimi na eh, IGP Afande Kamilus, nimeongea na Afande Muliro. Katika hali ya kustajabisha, wanaonyesha tu kirahisi tu kwamba tulikuwa tunazuia watu wasiende mahakamani as we speak, watu wamejeruhiwa na viongozi wetu, makamu mwenyekiti bara, hatujui kwa wapi, katibu mkuu, hatujui uko wapi. Jambo hili Afande Kamilus, limetukasirisha na kutufedhesha sana. Sasa tunalitaka jeshi la polisi, ndani ya masaa matatu viongozi wetu wajulikane wako wapi, ndani ya masaa matatu wanachama wetu na viongozi wetu kadhaa ambao e, wamekamatwa na wao hatujui wako wapi, tufahamu na tujue.